wa mjadala msikilizaji, Iran inakabiliwa na wimbi jingine la ghadhabu ya umma. Maelfu ya raia wamekuwa wakiandamana kuishinikiza serikali yao, kufuatia mgogoro mkubwa wa kiuchumi unaochochea mfumuko wa bei za bidhaa na kuathiri uh, maisha ya kila siku. Kuanzia kushuka kwa thamani ya sarafu hadi mfumuko huo wa bei ambao haujawahi kushuhudiwa, uchumi wa Iran umefikia kile ambacho wengi wanakiona kama hatua ya kuporomoka. Ikumbukwe kwamba uchumi wa taifa hilo la Kiislamu umeathiriwa pakubwa na vikwazo vya muda mrefu vya kimataifa. Rais Donald Trump wa Marekani naye mara kadha ametoa vitisho vya kuishambulia vikali Iran ikiwa waandamanaji watauawa. Je, uongozi una nini mkononi kwa sasa katikati ya hali inayotikisa utawala wa kiongozi wa juu Ayatollah Ali Khamenei? Na je, matokeo yake yatakuwa ni nini ikiwa maandamano yataendelea nchini humo? ninaungana na wanahabari wenzangu kujadili hili, Mobelwa Bandio alioko Maryland nchini Marekani. Nilitarajia kuungana pia na Abdul Fatah wa Redio Tehran Iran, lakini naambiwa bado hapatikani na tutaendelea kumtafuta taratibu. Labda nianze nawe, Bandio, unadhani eh, tumesikia kauli ya Rais Trump na vitisho ambavyo vimeendelea kutolewa. E, kwa mtizamo wako, serikali ya Marekani na aina ipima vipi hali ya maandamano nchini Iran, na ni vigezo gani vinaiongoza ama vinauongoza huu msimamo unaotolewa na Washington kuhusu mustakabali wa utawala wa Tehran? Karibu. Asante, na asante pia kwa kuwa hapa. Nafikiri jambo moja tuanze ni kwamba inaonekana lipo lengo la kushambulia Iran yeah sababu ndizo ambazo zinabadilika mara kwa mara, kwa sababu hata ukirudi ukirudi nyuma kufikia mwaka mwaka jana tu mwezi Desemba mwishoni mwa mwaka jana alishasema kwamba Rais Donald Trump alipokuwa akizungumza Ikulu, kama utakumbuka, alipokuwa na rais na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kwamba tuta na nikimnukuu, we knock the hell out of Iran, kwamba alisema kabisa kwamba tutaisambaratisha Iran kwa kile ambacho alisema kwamba wanajenga silaha ama wana mpango wa kujenga silaha uh, za, za, Zanyaki, za nyuklia mm. Pia alisha ishambulia Iran na si mara ya kwanza, hata katika uh, utawala wake wa kwanza mula wake arobaini na tano ule, kama rais wa arobaini na tano, pia alipata kui, kush, kutishia kuishambulia Iran kuiangamiza Iran mara kadhaa ametishia kuangamiza Iran sababu ndio ambazo zinaonekana kwa hiyo tunapata shida kwa sababu haonekani kurudia sababu zile zile. Kwa hiyo inaonekana lengo la kuishambulia Iran lipo, lengo la kuiangamiza Iran kama anavyosema lipo, ila sasa kwa nini anataka kufanya hivyo inaonekana inabadilika kulingana na wakati. Kwa hiyo sioni kama ni tatizo la maandamano, na tukitaka kuzungumzia maandamano, tutarudi kule kule ambako tulizungumza siku kadhaa hapa nyuma kwamba Rais Donald Trump ni mmoja kati ya marais ambao anaweza anachokizungumza ukilinganisha na historia kumuhusu kuhusu jambo hilo vinakuwa ni vitu viwili tofauti. mm -hmm. na, una, unaweza ukamsaidia, labda hata yule ambaye anatusikiliza sasa hivi, ni kipi hasa ambacho anakitafuta? Sasa Trump Iran, umesema amekuwa akibadilika badilika, awamu ya kwanza alikuwa hivi, lakini sasa anaibuka kwa mitazamo mingine, ni kipi hasa ambacho kinamsukuma sasa hivi hapo na wanaohisi ni ile ni ni sera yake ya, ya Marekani kwanza na mm. Ni sera ya, ya, ambayo ukiangalia kwa undani tunarudi kwenye, kwenye ule msemo wa Kiswahili kwamba ili uwe mlafi lazima uwe mchoyo, kwamba mm -hmm. uh, anajiita ni, ni rais wa amani, lakini wakati huo wanatambua kwamba ili uweze kuwa na amani ya kuogopa lazima pia wakati mwingine udhihirishe nguvu yako. Kwa hiyo, kwanza anaonekana kwamba ni kutaka ku, kuwa na, uh, na, na, nguvu. Amekuwa akisema ilikuwa muda wote kwamba tunataka tuwe, tuwe na nguvu za kiuchumi, lakini pia tuwe na jeshi ambalo linaogopwa muda wowote. uh, lakini pia anajaribu kutikisa hivi kwa sababu ya pengine masuala ya rasilimali, kwa hiyo kuidhoofisha Iran, um, ina maana kutamfanya kutafanya Marekani izidi kuonekana kwamba ni, ni, nchi ambayo ina nguvu, lakini unarudi pale pale kwamba anapozungumzia swala la maandamano swala la waandamanaji eh, elfu mbili na ishirini na mbili nakumbuka wakati unaofuatilia mahojiano na aliyepata kuwa waziri wake wa ulinzi Mark Esper alizungumza wakati ambao Rais Donald Trump alikuwa akiwaagiza, anawaambia kwa nini wale waandamanaji wakati wa George Floyd, kwa nini msiwapige risasi eh? angalau risasi za miguuni. Kwa hiyo ni kitu kile kile ambacho yeye alikuwa akikihimiza mm. kwa watu wake mm. wa hapa nchini Marekani mm -hmm. ni watu wale wale ambao yeye amewekea jeshi la National Guard katika nchi hii ya Marekani, lakini kinapofanyika kwa watu wengine inaonekana ni shida. Lakini swali kubwa pia ni kwamba uh, mauaji haya yanafanywa na serikali ngapi na ni kwa nini anataka kwenda Iran lakini ajizungumza chochote katika mauaji katika nchi kadhaa, hata katika Afrika Mashariki. Basi tuishie hapo, kwa upande wako ninaenda Iran eh... Ninatumai unanisikia. Sasa maandamano haya yamekuwa na uzito gani huko nchini Iran? haya yamekuwa na uzito kwa mtazamo kwamba chanzo chake au chachu yake hasa ni matatizo ya kiuchumi, kwa sababu hata watu ambao walioanzisha maandamano haya ni wafanya biashara wa soko kuu la biashara la Irani linaojulikana hapa kwa lugha yao kama bazar mm. na sababu ni kwamba kumekuwa na ughali mkubwa wa kimaisha na vile vile mporomoko rafu ya kilinganisha uh, na dola ya Marekani. Kwa hivyo, chanzo cha maandamano hasa ni chanzo cha kiuchumi mm. na ndio maana rais wa Irani, kiongozi mkuu wa Irani wote kwa ujumla wanasema kwamba waandamanaji wanaolalamikia hali ya kiuchumi hali ya kimaisha, wanapaswa wasikilizwe na wana haki ya kufanya hivyo, lakini tatizo linakuja kwamba maandamano haya haya ya ya ya masuala ya kijamii imekuwa inatumiwa pia na wale ambao wamekuwa na msimamo wa kupinga serikali na kuyageuza kuwa ni maandamano ya kisiasa, na hasa hasa kuyachanganya na vitendo vya ufanyaji fujo, machafuko na uharibifu wa mali za umma. Mm-hmm. Na unadhani ni kwa kiasi gani Abdul Fatah, eh, maandamano haya yanaleta hofu kwa mamlaka? Tumesikia kauli izaki... za wa juu Khamenei akiagiza waandamanaji wapelekwe mahali panapostahili, na pia jaji mkuu alisema kwamba sasa wataacha kuwachukulia kuku, kuku, hatua za huruma waandamanaji na watawachukulia sasa hatua kali. Lakini tumesikia pia jeshi mkuu wa majeshi akisema sasa akiwa anatoa ana, ana, ana, ana kauli kali, lakini akiangazia nguvu kutoka nje. Lakini kwa ujumla turejelee hapa e, ngumu nguvu ya umma ambayo pengine ameshawahi kushuhudiwa huko nyuma, tukiangazia yale maandamano, ile vuguvugu vugu la mwaka sabini na nane sabini na tisa je, linaweza likaleta mabadiliko yoyote, aa, mabadiliko ya hali ya mambo sasa hivi Iran kwa haya ambayo yanaendelea? Uh, kauli za viongozi wa juu wa Iran kuhusiana na kwamba waandamanaji washughulikiwe, kama nilivyotangulia kusema wanacholenga zaidi ni hawa wanaowaita wao kwamba ni watu wanaotaka kuchafua hali ya amani ambao viongozi wa Iran wanadai kwamba ni watu wanaofadhiliwa kifedha na madola ya nje yakiongozwa na Marekani na Israel na mashirika ya ujasusi ya nchi hiyo ya CIA na Mossad. Kwa hivyo hawa ndio watu ambao uh, viongozi wa juu wa Iran wanasema kwamba lazima wao washughulikiwe kwa nguvu za kijeshi, kwa sababu katika hiki chatokea, karibu ya wiki ya pili sasa tokea ameanza maandamano haya, kumekuwepo na matukio kadhaa ya kushambuliwa wa usalama kuuawa na yote haya yanaonekana kwamba yanafanyika kwa makusudi ili kuifanya hali ya mambo hapa izidi kuwa tata na izidi kuweze kuvurugika. Kwa hivyo hapa ndipo inapotokea tofauti baina la ya suala zima la kwamba, kwa upande mmoja maandamano ya wanaolalamikia hali ya maisha yanakubaliwa na viongozi na serikali imeonekana kushtushwa na hiyo hali na imeanza kuchukua hatua mbalimbali ikiwemo hata Uh, bajeti ya mwaka ujao wa fedha wa Iran ambayo mwezi Aprili ndo itaanza kutumika imefanyiwa marekebisho kadhaa, ili kuona ni kwa namna gani tuweza kusaidia raia wa tabaka la kati na hasa wa chini kuweza kuweza kuhimili hii hali mbaya ambayo kwa kweli ni ngumu sana ya kiuchumi sasa hivi ambayo inawakabili raia wengi wa kawaida wa Iran. Lakini tunapozungumzia swala la kuhusishwa upande wa nje ni kwamba kama tulivyosikia, Rais wa Marekani, Waziri Mkuu wa Israel, wote wameingilia moja kwa moja kadhia hii ya ma masuala ya maandamano ya Iran, kitu ambacho kimewashangaza wengi kuona kwa kwamba ni kwa namna gani masuala ya ndani ya nchi moja yanaingiliwa na nchi nyingine, na hasa la kushangaza zaidi, kama alivyozungumza Bwana Mubel hapo kwamba ndani kwa ya Marekani kwenyewe kumekuwepo na masuala ya kuunga mkono kuchukua hatua za nguvu na za za ukandamizaji dhidi ya waandamanaji lakini wakati hapa rais wa Marekani anasema kwamba yuko tayari kuingilia kijeshi Irani kwa sababu tu ikiwa waandamanaji watashambuliwa au watauawa, kwa hivyo uh -huh. hii inazidi kuipa nguvu ile dhana ya viongozi wa Irani kwamba hawa wanaofanya maandamano ya machafuko ni watu ambao kwa namna moja au nyingine, pengine watakuwa wanaungwa mkono na wanasaidiwa na madola ya kigeni, na hasa Marekani na Israel. Lakini katikati ya haya yote yanayoendelea, kuna kile ambacho kinaonekana kuna mgawanyiko ndani ya miongoni mwa wanasiasa wa Iran na wengine wenye ushawishi mkubwa. Wengine wanakaribisha huo uungwaji mkono kutoka nje, wengine wanaupinga, na tumesikia mamlaka zikitoa kauli kali. Haya kwa ujumla ya na, ya na kwa ujumla yanaongeza kwa kiasi gani ugumu kutatua ama kutanzua mzozo ulioko. E, tatizo la msingi ni hilo kwamba baadhi ya watu hasa baadhi ya viongozi ambao wanasema wenyewe viongozi wanauzi wamekuwa na mtazamo zaidi wa kuamini kwamba matatizo ya kiuchumi ya Iran ni matatizo yanayosababishwa na msimamo wa Iran kuwa na sera za nje ambazo zinapingana na Marekani na Israeli, na kwa hivyo wao wanaamini kwamba suluhisho la matatizo ya kiuchumi ya Iran ni Marekani eh, ni Iran au serikali ya Iran kuwa tayari kukaa kwenye meza ya mazungumzo na Marekani, kuacha misimamo ya kisiasa ambayo inakinzana na madola makuu ya magharibi na Israeli na kwa njia hiyo hali ya kisiasa na hali ya kiuchumi ya Iran itatengemaa. Lakini mtazamo wa viongozi ambao wanamsimamo huo, wanasema wa kimapinduzi, wanaamini kwamba, kwanza, kwa sehemu kubwa sana matatizo Irani ya Iran yanachangiwa na sera mbovu za kiuchumi hapa ndani, utendaji mbovu wa baadhi ya viongozi, na hata baadhi ya hujuma za kiuchumi ambazo zinafanywa na viongozi hao wenye misimamo ya kutaka Iran ikae kwenye meza ya mazungumzo na Marekani ili kubadilisha sera zake hasa za nje. Lakini mm -hmm. viongozi hao wajua wanasema kwamba tatizo la msingi tumeona Iran ilikubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo na Marekani kuhusiana na suala lake la nyuklia, na wakati inajiandaa kwenye mazungumzo ndipo iliposhambuliwa kijeshi na Israel na baadaye Marekani. Kwa hivyo hii hoja ya kudai kwamba suluhisho la matatizo ya Iran Iran kukubali kufanya mazungumzo na Marekani, ni kwamba limeonyesha wazi kwamba halina msingi wowote, na naomba uishie hapo. Ninarudi kwako Mobelo, ikiwa hali itaendelea kuzorota nchini Iran, unadhani eh... Washington inaweza ikachukua hatua zipi mahususi, e, na ni mipaka ipi labda ya kisera au ya kijeshi ambayo inaweza ikaizuia Washington kuingilia zaidi? Kwa kifupi tafadhali. Sidhani, si kama, kama wana mpango wa kwenda kuanzisha vita mm -hmm. Uh, kitu pekee ambacho Marekani inafanya so sasa hivi haianzishi vita, inafanya kitu kinaitwa enforcement, kwa sababu wanasema uh, dola za sasa za, za, za mataifa ya sasa hayaanguki kwa vita vya moja kwa moja, ile anaanguka kutokana na uh, vitu kadhaa kuf, kuf, kufungiwa uh, baadhi uh, ya tuseme mirige yake ya fedha, kwa hiyo sanctions na blockades na, na, na, na, na kuwaondoa katika masuala ya dola anaweza akawangusha, na ndicho ambacho kinaonekana hivi sasa uh, nchini Iran kwamba Marekani haijaingia ila chochote wanachofanya kuweza kuamsha

zikasababisha kuanguka kwa dola. Alafu anawatamanisha wananchi kwamba maisha yatakuwa bora iwapo tutawafanyia kitu fulani, kitu ambacho amefanya Venezuela, kitu ambacho anafanya Iran, na inaonekana ndi tu ambacho tafanya hata, hata katika sehemu ya Greenland. Mm -hmm. Na nikirudi kwako fataa, serikali pamoja na hayo yote ambayo umezungumzia kwamba pengine kunatarajiwa mabadiliko huko mbele ya safari, lakini kwa sasa serikali ina nini mkononi? Maana yake maandamano yameendelea na tayari inaonekana serikali inatikiswa na haya maandamano hadi kuanza kutoa kauli kali. Ina nini mkononi kwa sasa ili ku, ku, kuweka mambo sawa wakati ikiendelea kushughulikia masuala mazito ya huko siku za usoni. Kwa kifupi, hatua kadhaa zimeanza kuchukuliwa hapa, ikiwepo kwa sababu mfumo wa kiuchumi wa Irani wa serikali una utaratibu wa kutoa ruzuku kwa wananchi maalum wenye wa matabaka chini, huo mfumo umepewa msukumo maalum wa kuweza kutoa msaada huo na vilevile vile mfumo wao wa jinsi ambavyo serikali ya Irani imeweka sera kuhusiana na sarafu ya dola kumekuwa na utaratibu hapa wa kuweka sera tofauti, sera ya bei ya bei sarafu ya dola ambayo inapatikana kwenye masoko huria na sera ambayo inawekwa kwa kiwango cha chini bei yake, kuwawezesha wafanyabiashara wakubwa wanaoingiza bidhaa muhimu na za msingi ili kuweza kuleta bidhaa hizo na kuweza kuuzwa kwa bei iliyokuwa nafuu. Lakini serikali imehisi kwamba suala hilo linatumiwa kama ni mwanya ya wafanyabiashara hao kufaidika na suala hilo, lakini na wakati huo huo kuifanya hali ya kiuchumi ndani ya nchi iwe ni mbaya. Kwa hivyo serikali imechukua sera ya kuamua kwamba kufuta utaratibu huo na wakati huo huo kuanzisha mfumo huo wa kutoa ruzuku kwa wananchi wa kawaida hmm, ili angalau kupunguza haya makali ya hali ya kimaisha yanayoshuhudiwa hivi sasa. Nashukuru sana Abdul Fatah kutoka huko Tehran, Iran na, na kushukuru sana Mobelu wa Bandio kwa kushirikiana nasi lakini pia nakushukuru sana wewe ambaye umekuwa nasi hadi sasa lakini endelea kuwa nasi BW.